Mimi ni jirani wa uh, lakini sijawahi kuja sijai shiriki na SDA. Leo ndiyo siku yangu ya kwanza, nilifurahishwa na maombi yenu, ndio maana nimekaribia leo. Nakaribishwanga tu, lakini sijai ingia, leo nimeingia. Naomba Mungu tuendelee hivyo. Kitambo umesikia tunakaribishanga

Ningependa kuambia wageni wale ambao hawajakanyaga hapa leo hii Mmepiga hatua hamoja wayepiga maishani mengi, hatua ya kumkaribia Mungu wa kweli ambaye atawapatia uzima wa milele. Mngesemaje? Yes, kuna nimeona watu wengi wamesimama, wamesimama na kuna wengine hata sijui, huenda ni kati ya wale ambao wameleta Injili. Wale wameleta Injili, simameni.